"Ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki" ni maneno ambayo yanapatikana katika Zaburi mia moja na kumi kuanzia mstari wa kwanza hadi wa nne na ambayo ni Zaburi ya Jumapili ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Na nimeandaa shairi ambalo lina maudhui ya sherehe hii ya Eukaristia ambayo inafaa isherekewe Jumapili ya tarehe 22 mwezi wa sita mwaka huu wa 2025, na, na kibwagizo la shairi langu nimelipamba hivi: ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki, ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki. Ni hivi neno la Bwana latoka kwa Bwana wangu, meketi kuume Bwana mkono wa Bwana wangu wafanya adui Bwana kuwa chini yako Mungu. Ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki. Kutoka huko Sayuni Bwana atahinyoshea fimbo hilo na nguvu ni yako Bwana, kitokea uwe na enzi jamani, hadui kuwalemea. Ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki, hiariwa na jitoa Mungu hawa watu wako utakatifu kutoa siku ya uwezo wako asubuhi kitokea umande ujana wako ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki. Bwana ameyapapale wala hata gairiki. Ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki, ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki, Melkizedeki, ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki, ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki ndiwe kuhani milele mfano Melkizedeki. Makasisi wote tunawatakia siku njema, na Wakristo wote tunawatakia siku njema ya mwili na damu ya Yesu Kristo, mpate kumpokea Yesu mioyoni mwenu. Amina.